A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi attayibin attahirin. Amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji, karibuni kwenye kipindi kichenu ambacho kinahusu hija na hukumu za hija, kipindi ambacho kinahusu eh, hukumu za hija kufuatana na madhehebu ya Kiislamu, madhehebu manane, ambayo tumeyataja, ambayo tumechagua, ambayo watu waweze kutekeleza hija yao bila ya kuwa na matatizo yoyote. Tulikuwa tumefikia mazungumzo kuhusu sehemu ya tatu, aina ya tatu ya hija, nayo na ni hija ambayo inaitwa haji tamato. Haji tamato tulielezea maana yake na sababu ya kuitwa E, tamato ni haji tamato ni nini? Tumeelezea kule nyuma na hivi sasa e, mazungumzo yetu yatakuwa kuhusu e, hukumu zake, au vipi kutekeleza, ni vitu gani vilivyoko ndani yake. E, haji tamato ime imejengeka kwa vitu gani, yaani viungo ambavyo vinatengeza haji tamato ni nini? Mwanzo ni kwamba ina vitu viwili ndani yake, kuna haji na kuna umra. Umra ndiyo inakuja kabla ya haji, na umra inatekelezwa katika siku zile za au miezi ya hija ambayo tulisema ambayo ni mwezi wa Shawal na Dhulqaada, alafu haji inakuja katika mwezi wa Dhulhijja. Ndio sababu kaitwa pia mwezi wa Dhulhija, yaani mwezi ambao ndani yake mtu anatekeleza hija na ilivyo ni kwamba e, hali ilivyo ni kwamba kitu cha kwanza ambacho mtu anawajibika kutekeleza ni ni nini hasa, tukielezea kwa mfano e, hija kwa ujumla, ama tulivyosema huko nyuma, tulisema imejengeka mwanzo kabisa ni kitendo cha kuvaa ihramu na kitendo cha mwisho ni kunyoa nywele au kukata nyele e. Na vitu hivi vyote viwili, yani umra kwanza na haji, zinatakana zifanye katika mwaka mmoja. Sasa viungo ambavyo viko katika umra tatamatu, umra tatamatu ambayo ndio kitu cha kwanza ambacho mtu anatekeleza katika haji, haji tatamatu ni kinabeba mambo mangapi? vitendo vingapi? kinabeba vitendo vinne ambavyo mtu ndio anatakikana anawajibika kuvitekeleza, hii kufatana na madhehebu yote ya Kiislamu. Kitu cha kwanza ambacho mtu anawajibika kutekeleza katika hajj tamato ni kwamba mtu avae ihram. Wapi atavaa? katika sehemu moja katika vituo ambavyo vinaitwa miqat na tutakuja kuelezea kuhusu mikati hizi. Mikati ziko nyingi kufatana na mahala ambapo mlango mtu anapitia anaingilia maeneo ambayo anapitia. Kwa watu ambao wanatoka maeneo ya Yemen kuna m, nini sehemu ambayo wanafikia, na ile sehemu inakuwa ndio kituo cha kuvalia ihram. Huruhusiwi kupita pale kabla hujavaa ihram <coughs> kama una, ichi unaenda hija <coughs> kwa watu ambao wanaotoka wanapitia mji wa Madina, nao kuna mikat ambayo iko au kuna kituo ambacho kipo watu wanafaa kuvaa ihram yao wanapotoka, na wengineo pia, kila sehemu zina nini, e, wanapotoka maeneo tofauti kunafanya nini, kuna kituo. Sasa hii jambo la kwanza, kwa hivyo ni kufanya kuvaa ihram, kubadilisha, na kuna mambo yale ambayo anatakikana uyatekeleze ndio ihramu yake yako iwe sawa na ihesabike kwamba ihramu umetekeleza. Yaani, kwanza ihramu ni nini? Ni kuhirimu kwa lugha nyingine, na ni kuvaa vitambaa viwili. Moja kitambaa au shuka moja unaiweka kwenye mabega, na nyingine unaifunga kiunoni, na nguo zako zingine zote unaziweka kando. uruhusiwi kuvaa nguo zingine zilizoshonwa. Jambo la pili ni kuenda tawaf. Yani, unapofika Maka unazunguka kwenye nyumba tukufu inayoitwa Kaba, unazunguka mara saba, alafu unamalizia na kuswali rakaa mbili. Tutakuja kuelezea mambo haya kuhusiana na hii, kuna tofauti hakuna tofauti, haya tutaelezea. Hii haya ni kwamba tawafu. Kwa hivyo mtu akishamaliza anaswali rakaa mbili katika sehemu inayoitwa makamu Ibrahim kuna nguzo moja iko pale, na hapa ndio mahala ambapo kumewekwa miguu nyayo, alama ya nyayo za miguu zilizobaki baada ya kuwa Nabi Ibrahimu amesimama kwenye jiwe Ma. Alama ya miguu yake ilibaki na nyayo zake zikawabaki, na pale pamewekewa kama kitu ambacho e, cha kuzuia ndio mtu awe. Hii sehemu inaitwa makamu Ibrahim, na jambo la tatu katika mambo ambayo yanahesabika ni katika matendo ya umrat tamato, ni kufanya sai sai, yani kutembea na kujitahidi kutembea baina ya Safa na Marwa, yani Safa na Marwa. Safa ni mlima na Marwa ni nini? Ni mlima pia vile vile, na huu mlima eh, ni kama kukumbuka kitendo cha E, Nabi Ismail au mama yake Nabi Ismail ambaye ni Hajar, ambaye walipoachwa na, na Nabi Ibrahim kule, walibaki wakawa hawana maji ya kunywa, kiu kikawa kinawapata na yule mtoto alikuwa ni mchanga. Sasa Hajar ambaye ni mama yake alikuwa akiangalia upande ule, alikuwa akiona ni kana kwamba kuna maji, na kwa sababu kulikuwa kuna jangwa vile, akiangalia kwenye mlima upande huo Safa anaona maji sasa, akawa anakimbia na akirufika kule anakuta hakuna maji, anarudi kwa upande huu mwingine, akiangalia anaona pia upande wa Marwa kuna maji. Sasa alienda mara saba, akienda huko akirudi, mpaka mwisho yule mtoto kwa sababu alikuwa akisugua sugua mguu wake chini kwenye ardhi, Mwenyezi Mungu akajalia sehemu ile ikatoka maji ambayo ndiyo maji yanaitwa maji ya Zamzam na kisima kika, uh, yule mama akaja akapata maji, na kisima kile kikawa kitachimbwa na mpaka leo maji yale yapo, maji ya zam zam, na watu huenda kupata tabarruk na kupata matibabu nani, kutokana na maji yale. Sasa kitendo hiki cha kwenda na kurudi sai, kinaitwa sai mara saba, ni katika vitendo vya nini, vya nini vya umrati tamattu na Hili ni jambo ambalo pia watu hawa nini hawapingani, maulamaa wote, madhehebu yote yanakubaliana mambo haya, ila tu katika jambo la nini, rakaa mbili za tawafu. Tulisema ya kwamba kuna wale wanasema hapana, sio katika wajibati za nini za hija za, za, za, za, za kitendo hiki cha umra, sio katika wajibati ambazo zipo, na kuna wale wanasema hapana ni katika ni sunna, hata ingawa labda si vizuri kuiacha, lakini wengine wanasema ni sunna, sio wajib katika kuswali swala ya tawafu. E, jambo la nne katika vitendo vya umra ni kitendo cha taksir. Taksir yani kunyoa, kukata nyele kidogo. kama tulivyoeleza kabla muda mfupi, ni kwamba kukata nywele kidogo na kutonyoa. Tulisema ukinyoa kufuatana na madhhabu ya Shia Ithna Asharia Imamia ni kwamba utawajibika kutoa kumwaga damu, yaani kuchinja kwa ajili ya hiyo, itakuwa ni faini, lakini nywele hamna tatizo. Na miongoni mwa sababu ambazo e, mtu anata, anazuiwa kukata nywele ni kwa sababu nywele hii mwishowe katika Vi sehemu ya pili ambayo ni alhaj haj tamatto, sehemu za haj hii. Sehemu ya pili ambayo inaanzia siku ya tisa ina katika vitendo vyake ni kwamba mtu anawajibika kunyoa. Sasa ikiwa atakuwa amenyoa nywele zake kabisa, basi atakuwa ana nini, hana nywele ya kunyoa siku zile, na ndio sababu umra anawajibika asinyoe nywele yake yote, ima akate nywele au akate kucha katika kucha zake, akate kucha moja kipande kidogo katika kukata, atakuwa amemaliza kitendo cha umra. Kwa hivyo, taksiri, yani, ni kukata kucha au kukata kidogo katika nywele, ndio itakuwa amekamilisha umra. na ama wenye kuunga mkono au kusema kauli hii pamoja ni Ismailia pia wanaunga mkono Mashia Ithnaa Sharia. Na ama wajibu yani, yani, e, Maliki na Hanafi na wengineo wanasema ya kwamba hapana, hii una khiari ya kukata nywele au kukata, yani kunyoa nywele kabisa, na hiyo ndio kauli yao na kufatana na shafi'i wanasema ya kwamba katika hii umra tamato wanasema ya kwamba nywele ikimea ikiwa unaohakika nywele yako itamea kabla ya siku ya kuchinja, yani siku ya ya Idi ambayo watu wanamalizia nini yani katika siku ya Idi kuu ambapo watu wanamaliza hija yao wanamalizia matendo ya hija baada ya kuwa wametoka uh, Arafa na wapi alafu kisha wanamalizia kwa kunini kwa kuchinja na kupiga jiwe lile shetani kubwa. Basi ikiwa unajua ya kwamba siku hiyo nywele zitakuwa zimemea, basi ni bora kunyoa, lakini ukijua ya kwamba nywele zako hazitamea, basi sio bora kwako kunyoa nywele, basi afadhali ukate nywele yako kidogo. Shafi ndio wanasema hivyo, na ama Hambali wao wanasema ni bora kuny kunyoa kuliko kukata hata ingawa hawakuweka sharti ya kwamba mpaka uwe unajua nywele zitamea au hazitamea na ibadhi wanasema ya kwamba mtu anyoe nywele yake ima yote au anaweza kunyoa kidogo yaani kitendo cha kunyoa atekeleze lakini anaruhusa ima anyoe nywele yake yote au anyoe kidogo sehemu upande mmoja kwa mfano hasa na ama zaidi dhehebu la Zaidia wanasema kwamba kunyoa kukata nywele ndio bora e, ili aweze kubakisha nywele yake kwa ajili ya siku za za nini za siku ya kuchinja ile, ndio aweze kupata nafasi kupata nywele za kunyoa, na katika siku ile ya, e, ya kumi ambapo watu wanachinja na kufanya nini na kunyoa. Sasa hiyo hizo ndio, hivyo ndio, hivyo ndio viungo kumi ambavyo vinafanya nini, vinajenga au vina, vinahesabika katika eh, umrati, tamato. Sasa hii tumeelewa. Sasa swali nini, masala nyingine inayokuja ni kwamba mtu anapomaliza huyu mwenye kufanya umrati, tamato anapomaliza matendo ya umra, basi anakuwa ni halali kwake mambo yote ambayo yalikuwa haramu na ana uwezo sasa hivi kutoa ihramu yake na kuvaa nguo zake za kawaida, na inakuwa kwake ni halali kufanya nini, kujipaka marashi manukato, ilikuwa ni haramu kwake. Kuvaa nguo pia inakuwa ni halali kwake, nguo zilizoshonwa, yaani nguo za kawaida, na pia inakuwa ni halali pia mke wake pia anakuwa ni halali kwake, kwa baada ya kuwa alikuwa ni haramu, hairuhusi kukutana naye katika hali ya kuwa amevaa ihramu. Na vitu vyote ambavyo pia vimeharamishwa vyote vinakuwa halali, na sio lazima awe amekuja, yani baada ya kufanya hivyo awe amechinja, amevuta nini, amekuja na, na mnyama, hadi si lazima awe amekuja katika umra zingine hizi ha, kama haji ambayo tumesema Quran ni kwamba anawajibika pia kuja na mnyama tangu alipokuwa na ihram, na akifanya hizo tawaf na nini na mambo hayo mengine, mwishowe mpaka siku ya ya mwisho ya hija ile kubwa ya tarehe tisa mpaka tarehe kumi hii au mpaka tarehe kumi na tatu, pale anatakikana awe na na mnyama ambayo tulisema anawajibika kumtembeza mpaka huko. Lakini hii katika haji tamato la hawajibiki kuwa na mnyama wa kufanya nini wa kubeba. Na hii kauli pia ambayo tunasema ndio kauli ya Shia ithna asharia imamia, na pia vile vile ndio kauli ya Maliki na Shafi'i, yani hana ulazima wa kubeba nini, kuwa atachinja mnyama au kumbeba mnyama, samani kumbeba mnyama mpaka kuendelea mbele, la si lazima we, ndio atakuwa ni halali kwake kutoa nguo na kutekeleza hayo mengine lakini e, kufatana na Hanafi wao wanasema ya kwamba ikiwa atakuja na mnyama amembeba vuruta, ametembea naye, haitajuzu kwake kutane nini, e, kuhalalishiwa vitu hivi, au havitakuwa halali vitu vyote kwa kunyoa au kwa kukata nywele bali atawajibika kwa sababu amekuja na mnyama, atawajibika kufanya nini? Kubaki katika ihramu yake mpaka itakapofika sehemu ya pili ya haji tamato ambayo inaanzia tarehe tisa. Wakati huo akishamaliza matendo yake ya hija hiyo sehemu ya pili, hapo ndio atakuwa mambo yote yamekuwa ni halali kwake, la sivyo atakuwa haijakuwa halali kwake vitu vyovyote vile atabaki na, na hiyo ihramu yake mpaka siku ya atakapo tarehe tisa na nini sasa. Hayo ndiyo mambo ambayo yako sasa, hii ni kuhusiana na hilo sasa. Tumemaliza kuhusiana na umra na, na mambo yanayohusiana na, na, na, na, na, na umra. Sehemu ya pili ambayo ipo ni ya haj, katika haj, haji tamato ni kitendo cha hajj ambacho kinaanzia tarehe tisa. Sehemu ya pili ya haji tamato ni al hajj, na hii inahusi, inashirikiana na haji al-ifrad katika matendo yote, ila tu kuna mambo ambayo yanatofautiana haji al-ifrad iko na umra vile vile vile, na inakuwa ina sehemu ya haji, ila tu ni kwamba haja tamato umra inaanza kabla ya haji, na ama umra ni haji katika upande wa haji al-qiran haji al-ifrad na na pia nyingine, samahani, nimesema na pia, na kitu kingine ni kwamba umra inaanza katika haji tamato, umra inaanza kwanza alafu kisha mtu baadaye anaenda anafanya haji na zote hizi mbili lazima zifanyike katika mwaka mmoja, lakini na pia umra inawajibika kufanywa katika hizo hiyo miezi ya ya haji. Ama e, katika Hajj al-ifrad mambo haya siyo lazima mambo haya ambayo tumesema si lazima itangulie na si lazima iwe umra itangulie na pia si lazima ifanye nini, ianze katika siku zile za hija, yani katika mwaka mmoja, bali mtu anaweza kutenganisha na kufanya katika nyakati tofauti. Hii ni tofauti ya kwanza ambayo tunazungumzia, ama tofauti katika mazungumzo baina. Hii ni kufatana na madhehebu ya Shia Ithnaasharia Imamia ama ismailia ndiyo pia vile vile wanaunga mkono, wanasema kauli kama hiyo ya Shia na Sharia Imamia. Lakini e, kufatana na madhehebu nyinginezo inasema ya kwamba e, ya kwamba umra inatosheleza ifanyike katika miezi ya hija ambayo tulisema ni Shawal na umra na nini na Dhulkada na pia inatosheleza ikiwa pia itafanyika katika baadhi ya sehemu zake zifanyike katika miezi hiyo ya Dhulhijja, yani kama vile basi, mwenye kwa mfano akawa atafanya umra katika mwezi wa Ramadhani, alafu kisha akafanya sai kiasi fulani, hakukamilisha alafu kisha ikatokezea mwezi wa shawwal ukaingia, alafu akakamilisha sa'i yake katika mwezi wa hija mwezi ya shawwal yani, basi anahesabika ya kwamba yeye bado ametekeleza amali za haji tamattu. Huyu Malik ndio wanasema hivyo yani maliki. Tofauti ya Malik na Shia Ithna Ashari ni, kwa, ni kwamba Shia Ithna Ashari wanasema umra inawajibika ifanyike katika miezi ni ya, ya, nini, ya Hija ambayo ni miezi migani? Ni Shawal na Dhul, na nini Dhulqaada. Na ama Maliki wanasema la, inatosheleza hata kama ataanza kabla ya miezi ile, aanze mwezi wa Ramadhani, atekeleze baadhi ya matendo, alafu sehemu kidogo ya vitendo vile vya umra, yani sai, sehemu zimebaki akaingiza akaitekeleza katika mwezi wa Shawwal, hiyo inatosheleza, na hiyo ndio kauli yao. Na kauli nyingine ambayo ni ya Hanafi, wao wanasema ya kwamba umra iki, ikifanyika sehemu au sehemu nyingi zaidi ya umra katika mwezi miezi ya Hija e, basi inatosheleza kwamba umra wake katika mwaka huo na hija yake itakuwa imekuwa sawa, yani tamato yake itakuwa haji tamato imekitimia na inatosheleza kwamba kiwango kile ambacho anafanya ni kwamba tawaf, kwa sababu hicho ni katika vitendo vya kwanza ambavyo mtu anatekeleza katika umra. Kwanza anavaa ihram eh, alafu eh, ala, kisha anaenda tawaf. Sasa wanasema ya kwamba hana kwamba anafia kwamba akisha mtu akishavaa ihram katika mwezi wa Ramadhani, alafu kisha na katika huo mwezi mwezi wa Ramadhani akafanya nini? tawafu nne tu, alafu vitendo hivi vingine vyote vikafanyika katika mwezi wa Shawwal, basi inatosheleza hii inatosheleza na atakuwa hana shida. Na ingine ni kwamba Kauli ya Ibadhia inasema ya kwamba ikiwa hata hatafanya matekele hatatekeleza matendo haya ya umra katika siku za hija, yani katika miezi ile ya Shawwal na Dhulkada, ikiwa hakutekeleza akawa ametekeleza nje, yani kabla, kwa mfano mwezi wa Ramadhani, hata kama atakuwa ameanza, alafu kisha hata kama atakuwa atamalizia mwishoe na kumalizia vitendo vingine ndani ya miezi ya hija basi, nini yake itakuwa haitoshelezi, bali anawajibika kutoa fine yani atawajibika kulipa nini, e, kutoa kafara yani kuchinja nini mnyama, kwa sababu ya kuwa amefanya umra katika miezi isiyokuwa ya miezi ya hija, hata kama kidogo kimeingia ndani ya hija. Hizi ndio kauli ambazo zipo. Hii ni tofauti katika mbali, tumesema katika zile tofauti, kuna tofauti ya baina hii ya tamato na nyinginezo. Sasa kwa hivyo, haj tofauti ya kwanza ni kwamba haji tamato na hajul kiran au samahani, sab, hajul ifrad ni kwamba haji tamato umra unakuwa kabla yake, na hii nyingine, na hili jambo si sharti katika hajjul ifrad, na kuna jambo jingine ambalo litakuja, insha Allah, tutakutana kwenye kipindi kingine. wasallallahu ala sayidina nabiina muhammad wa alihi tahirin Allah.